Mimi nimeelelewa na watu watatu ambao wamebadilisha maisha yangu, na ndiyo maana hata ukija kwenye ofisi yangu pale kanisani nyuma yangu utakuta picha ya hao watu watatu. Mtu mmoja ni, ni, ni Pastor Joyce Jini. Huyu ndiye ambaye amenisaidia ameniongoza ameniingiza kwenye huduma, nikajua nini maana ya maombezi, nini maana ya maombi, akanifundisha kuomba kwa vitendo, akanifundisha uh, kusimama mbele za watu, kuhubiri neno. Ndiye ambaye alinifungulia mlango wa namna hiyo. Sikuwa najua chochote, sikuwahi hata kusimama mbele uh, ya madhabahu na kuanza kuwahubiria watu, nilikuwa ni mwoga sana, lakini mama huyu alinisaidia sana kipindi niko niko Daslam, niko uh, nimeenda vichuoni. Lakini pia nilipohama nikahamia Bunda, Mungu alinikutanisha na mtu wa ajabu sana ambaye ni Pastor Tutiko Moso. Kwa namna ambavyo Mungu ametuunganisha naye na kwa namna ambavyo Mungu aliniunganisha naye ni kwa namna ya ajabu sana